ila safari hii nikapanga nimwoneshe. Weit alipofika, na bili ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Chifu vipi, pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mi ndo mjanja, kumbe washikaji wamenizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Ni matumaini yangu ni mzima buheri wa afya mtazamaji wa Global TV Online tukiwa tunausubiria mwaka elfu mbili na kumi na nane na kuuaga mwaka elfu mbili na kumi na saba. Hii ni Global Sport. Kupitia Global Sport unapata habari mbalimbali za kimichezo ukiwa na mimi Sportslady wako nambari tatu mgongoni, Esther Msofe. Mbao FC imeendeleza ubabe mbele ya Yanga baada ya ushindi wa mabao mawili kwa sifuri leo uwanja wa CCM Kirumba mjini Mwanza. Shujaa ambao alikuwa mshambuliaji chipukizi Habibu Hajji Kiyombo alifunga mabao yote dakika ya 53 na 68. Na kwa ushindi huo, Mbao FC inashika pointi 14 baada ya kucheza mechi kumi na mbili na kupanda hadi nafasi ya saba kutoka ya nane. Yanga wao wanajitoa kwenye tatu bora, wakibaki na pointi zao 21 baada ya mechi 12 za msimu wa 2017 2018, wakiwa nyuma ya Singida United kwa pointi 23 na Azam na Simba zenye pointi 26 kila moja. Kiyombo alifunga bao la kwanza kwa dakika ya hamsini na tatu kwa shuti kali la umbali wa mita ishirini na tano baada ya kuwatoka wachezaji wa Yanga na la pili dakika ya sitini na nane kwa shuti pia, safari hii ndani ya boksi baada ya kupokea pasi ya Boniphace Maganga. Katika mchezo huo uliochezeshwa na refali Suleiman Kinugani aliyesaidiwa na Jesse Erasmo wote wa Morogoro na Godfrey wa Arusha, kwa kipindi cha kwanza timu zote zilishambuliana kwa zamu, beki Abdalla Haji Shaibu Ninja akicheza mechi yake ya kwanza Ligi Kuu msimu huu tangu wa na Yanga msimu huu alichezea vizuri kwa kujiamini na ustadi wa hali ya juu dhidi ya wa washambuliaji chipukizi, wepesi na mahiri wa Mbao, akina James Msuva, Habibu Kiyombo na Emmanuel Mvuyekure. Huwa unakuwa mchezo wa tatu mfululizo Yanga inafungwa na Mbao FC, nyingine zote mbili hapo hapo Kirumba mjini Mwanza moja kwa sifuri mara zote katika michuano ya Azam Sports Federation Cup Aprili 30, na baadaye katika Ligi Kuu Mei 20 baada ya mabingwa hao wa Ligi Kuu kushinda tatu kwa sifuri kwenye mchezo wa kwanza wa Ligi Oktoba 29 mwaka 2016. Mabingwa watetezi wa Ligi Kuu Yanga wamefunga mwaka vibaya, mengi na mengine mengi. Endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi, usahau kubofya sehemu andikwa subscribe ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari. Asante na kwa heri.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 ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Weita alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Chef vipi, pesa ni mpesa. <laughs> Nilidhani mi ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete.